Nikukaribishe katika channel yetu hii tena tuendelee kupata masomo mbalimbali mbali kwa kutumia dawa za asili katika kutibu na kudhibiti magonjwa kwa kuku. Kama wewe ni mgeni e, wapo wengi walishafaidika na masomo haya e, message unazoziona ni feedback za wateja e, ama wafuatiliaji wa channel yetu ya Bamujosi TV ambao wamesaidiwa e, na masomo haya ya jinsi ya kutibu kuku kwa kutumia dawa za asili lakini pia mbinu mbalimbali. Nikukaribisha katika somo la leo ambapo tutaangalia somo kwa ajili ya kutibu kikohozi kikohozi. Eh, kuna vikohozi vya aina mbalimbali kwa kuku. Kuna kikohozi kikavu eh, kikohozi cha kutoa mlio, kikohozi cha kukoroma katika da eh, somo la leo tutazungumzia aina za vikohozi vyote hivyo na jinsi ya kutibu kikohozi kwa ujumla kwa kuku kwa kutumia dawa e, yenye mchanganyiko wa mpera, majani ya mpera, mbazi pamoja na e, pilipili kicha e. Kwa kwanza tuanze kuangalia majani ya mbazi na mbazi, kwa Kiingereza wanaita pigeon peas. E, majani ya mbazi, mmea e, huu wa mbazi, katika kisayansi au jina la kisayansi unaitwa Kajanus Kajani. E, mmea huu una umuhimu mkubwa sana kwa kuku. E, umuhimu wa mmea huu kwa kuku ni kama ifuatavyo: moja, una chanzo cha protini, una protini lakini pia una nyuzi, nyuzi ambazo zinasaidia katika umeng'enyaji wa chakula. Una madini mbalimbali -mbali kama vile madini ya potasiamu pamoja na madini ya chuma, lakini pia majani ya mbazi yana compound ambazo zinafanya kazi ya kuondoa sumu pamoja na kuua bakteria na kuondoa uvimbe, yani ina compound ambazo zina sifa ya antioxidant, antiinflammatory pamoja na antibacterial na eh, mmea huu una sifa hizo ambazo zinaifanya iwe eh, mmea huu uweze kutibu magonjwa kwa kuku eh, ikiwemo ugonjwa wa kikohozi lakini pia e, eh, mmea huu una compound inayoitwa flavonoids phenolic acid, ambazo zina sifa ya antioxidant, lakini pia anti-inflammatory effect. Hizi sifa zinafanya e, eh, mmea huu uweze kupambana na magonjwa ya uvimbe pamoja na kuzuia free radicals katika kuua seli kwenye kuku, lakini pia mmea huu unaongeza kinga kwa kuku eh, na mmea huu pia unasaidia kutibu magonjwa ya mfumo wa hewa ikiwemo kikohozi, lakini pia kupunguza uvimbe kama nilivyosema hapo awali, lakini pia eh, kuua bakteria eh, wanaosababisha kikohozi au virusi wanaosababisha kikohozi kwa kuku na baadhi ya compound zinazopatikana kwenye mmea huu kama nilivyosema, au ni kwamba flavonoids, hii ni aina ya antioxidant ambayo inasaidia kukinga seli ili zisiweze ku zuriwa ama kufa kutokana na eh, free radicals. Lakini pia kuna compound nyingine inaitwa stilben. Hii ni compound ambayo inafanya kazi pamoja na compound ya flavonoids, ambazo zote zina sifa ya antioxidant pamoja na antimicrobial activities eh, hizi sifa antimicrobial ni kwamba zinapambana na bakteria lakini pia free radicals ambazo zinaweza kuwa seli kwa kuku na kusababisha kushusha kinga na kumfanya kuku aweze e, kupata magonjwa au ma, mashambulizi mbalimbali mbali. Lakini pia na compound inaitwa saponins, hii compound inasaidia e, pia e, kuboresha kinga kwa kuku na pia ina, ina na ina, inapambana na bakteria, yaani antimicrobial activity, lakini pia uvimbe, yaani anti-inflammatory action. Lakini pia kuna compound nyingine inaitwa tannins. Hii inatumika eh, kukinga baadhi ya seli mbaya ambazo zinaweza zikasababisha uvimbe kwa kuku, lakini pia na yenyewe inafanya kazi ya kupambana na bakteria yani antimicrobial effect. Na kuna compound nyingine inaitwa resins pamoja na terpenoids, hizi zote zina anti-inflammatory, zinapambana na uvimbe, lakini pia antimicrobial, zinapambana na bakteria. Huo ulikuwa ni mmea wa mbaazi. Ukichukua, ukitumia majani ya mbaazi utapata faida hizo kwa kuku. Lakini pia mmea wa pili ni mmea wa mpera. Tutazungumzia pia majani ya mpera yanavyotumika katika kutibu eh, kikohozi. Mmea eh, huu wa mpera unaitwa guava, ama kitaalamu unaitwa Psidium guajava Umuhimu wa mmea huu pia na wenyewe una antimicrobial na antioxidant effect, unapambana na bakteria pamoja na eh, free radicals ambazo zinaweza kuua seli kwa kuku, lakini pia inasaidia kuondoa stress kwa kuku, inasaidia kuzuia upotevu wa maji kupitia miharo kwa kuku, lakini pia mmea huu wa majani ya mpera unasaidia ku unguza ama kutibu magonjwa ya kikohozi pamoja na chafya kwa kuku. Majani haya ya mpera yanaweza kuboresha kinga na kupambana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali mbali kwa kuku, na kwa sababu mmea huu pia nao una compound inayoitwa flavonoids kama ilivyokuwa kwa mmea wa mbaazi. Flavonoids inapambana na, ante na bakteria wengi pamoja na uvimbe, lakini pia inaongeza kiwango cha Immunoglobulins, ambazo hizi immunoglobulins ni protini zilizotengenezwa kwa B cells, pamoja na plasma cells. Hizi ni aina za seli nyeupe za damu ambazo zinasaidia kupambana na magonjwa ama maambukizi ya magonjwa kwa kuku. Kwa hiyo immunoglobulins inayopatikana kwenye majani ya mpera inasaidia kuongeza kinga kwa kuku. Lakini pia mmea eh, huu wa mpera unasaidia kuongeza utagaji au uzalishaji wa mayai. Lakini pia mmea huu wa mapera au mpera una vitamini C pamoja na vitamini A, ambazo zote hizi zinasaidia eh, kuku kupambana na magonjwa mbalimbali mbali, ama maambukizi ya magonjwa mbalimbali mbali. Sasa, kwa ujumla leo tutazungumzia mmea huu wa majani ya mpera pamoja na majani ya mbaazi katika kutibu e, kikohozi e, mea, mimea yote hii miwili e, kwa pamoja inapambana na kikohozi pamoja na chafya kwa kuku ama magonjwa ya mfumo wa hewa lakini pia mimea hii yote ina ina compounds ambazo zinasaidia eh, zinafanya kazi ya antioxidant pamoja na anti-inflammatory action eh, um, kwa mfano compound zote eh, mimea yote hii ina compound inayoita flavonoids. Compound hii inafanya kazi ya kupambana na free radicals cause, yani antioxidant pamoja na uvimbe, lakini pia inafanya kazi ya kupambana na bakteria wengi. E, mimea hii yote miwili ina uwezo wa kupambana na bakteria mbalimbali, yaani ina antimicrobial effect. Na mimea yote hii miwili inaongeza kinga kwa kuku na inaboresha, e, ama kuongeza utagaji wa mayai kwa kuku. Tuangalie sasa eh, jinsi majani ya mpera na mbaazi vinavyoweza kutumika katika kutibu kikohozi kwa kuku. Kikohozi kama inavyojulikana kwa dalili kama zifuatavyo, ili ujue kwamba kuku wako ana kikohozi, anakuwa anatoa sauti ya kukoroma, anakuwa anapiga chafya, kama ni jogoo anashindwa kuwika, lakini pia vifaranga wanakuwa hawatoi sauti, wanakuwa wana achama E, mdomo kuelekea juu ni kama wanadaka kitu juu, lakini pia huwa wanatoa sauti ya mlio ama kupumua kwa kutoa sauti. Kwa hiyo ukiona dalili zote hizo, hujue kwamba kuku wako anashambuliwa na kikohozi. Ili uweze kutibu ugonjwa huu wa kikohozi, unatakiwa utafute sasa majani ya mpera, lakini pia majani ya mbazi na pilipili pili kichaa chukue, eh, chuma majani ya mbazi viganja vitano, lakini pia chuma majani ya mpera viganja vitano. Tafuta pia pilipili kichaa viganja viwili. Baada ya kupata vifaa eh, hivyo chukua sasa majani ya mbazi pamoja na majani ya mpera na uyatwange twange mpaka yalainike, kisha yaroweke kwenye maji lita mbili hadi lita tano. Baada ya kuyaloweka, chukua sasa pilipili kichaa uitwange twange na yenyewe, kisha uiongeze kwenye maji hayo lita mbili mpaka lita tano. Mara baada ya kuchanganya vizuri mchanganyiko huo, uache uwache ya mchanganyiko huo kwa muda wa masaa kumi na mbili, kisha wapatie kuku wako waweze kunywa kwa muda wa siku tano. Mara baada ya siku hizo tano, utakuwa umetibu na kuondoa kabisa tatizo la kikohozi kwa kuku wako. Lakini pia e, unapaswa kutofautisha e, kati ya kikohozi na mafua makali. Unaweza ukawa unatibu kikohozi, unatengeneza dawa hii ya kikohozi, kumbe kuku wako wanashambuliwa na mafua makali ama mafua sugu na usiweze kupata matokeo. Hakikisha kwamba unajua tatizo hilo kwa kusoma dalili kama nilivyotaja ni hapo awali, ili ukiwa unashughulika ushughulike na tatizo la kikohozi. Na mara baada ya dozi kuisha, utaona kikohozi kimekata kwa kuku wako na wanakuwa wanapona, na kama tulivyoona kwamba mimea hii ina antioxidant anti microbial activity pamoja na anti inflammatory activity kwa kuku eh, kwamba ni dawa hii ukiwa ukiwapa kuku wako mara kwa mara itasaidia kupambana na uvimbe hasa hasa uvimbe unaoweza kusababishwa na mafua makali, uvimbe unaweza kusababishwa na bakteria, lakini pia utawakinga kuku wako dhidi ya magonjwa mengi ya bakteria. Lakini pia ukiwapa dawa hii mara kwa mara utasaidia kuboresha eh, mayai pamoja na nyama.